hayawi hayawi sasa yamekuwa kwa mara nyingine tena ni mkutano mkuu wa watendaji wa Radio Maria Tanzania mwaka 2025 2026 wanautume na wawakilishi wa Radio Maria Tanzania wamewasili mapema Januari 9 mwaka 2026 wengi walifika wakiwa na nyuso zenye furaha na matumaini mapya kama mkulima anavyoonyesha tabasamu baada ya kuona manyunyi yaliyolimika kwa muda mrefu wa ukame. Kamati ya mapokezi ilikuwa tayari kusikiliza na kutoa maelekezo kwa ajili ya watendaji wote waliowasili kituo cha Consolata Mission kwa ajili ya mkutano mkuu wa watendaji. Si mara ya kwanza kwa watendaji hawa kukutana, bali imekuwa ni kawaida ili kuimarisha uhusiano na utendaji bora kupitia Radio Maria Tanzania. Tulizungumza na mratibu wa Radio Maria Tanzania kuhusu mkutano mkuu wa watendaji elfu mbili na ishirini na sita. Alikuwa na haya ya kusema. E, ndugu mratibu kuelekea mkutano mkuu wa wafanyakazi wote na watendaji wa Radio Maria Tanzania 2025 2026. Ni maeneo gani haswa mnakwenda kujikita na kuyaangazia katika tathmini yake? Asante. Uh, Eric, tunapoelekea kwenye mkutano mkuu wa wafanyakazi au watendaji wote wa Radio Maria Tanzania unaotarajia kuanza tarehe tisa Januari na kufikia tamati tarehe kumi na tisa Januari, tutaangazia katika maeneo makubwa uh, matatu, ambapo eneo la kwanza ni katika kufanya tathmini wa kile ambacho tumekifanya kama taasisi kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano kuweza kuona ni wapi tumefikia katika malengo yale yote ambayo tuliyaweka na kukubaliana wakati wa mkutano mkuu uliofanyika Januari 2025. Lakini kwa namna ya pekee, tutakwenda kuangazia mikakati na malengo msingi ya taasisi yetu kwa mwaka 2026. Ni malengo gani hasa tunatamani kwenda kuyafikia? Ni malengo gani hasa tunayaweka na kukubaliana kwa pamoja kama taasisi. Lakini ni mikakati ipi ambayo inakwenda kutumika na kuweza kufikia malengo yale ambayo tutakuwa tumekubaliana. Lakini kwa namna nyingine tena katika mkutano huu tunatarajia kuwa na lengo kubwa la kuwaleta wafanyakazi pamoja, kutafakari pamoja, lakini kuendelea kujengana na kuongezea na uwezo katika nyanja mbalimbali za kiutendaji kwa kuwapatia mafunzo mbalimbali mbali, ambayo basi anaendelea kuimarisha utendaji kwa manufaa ya taasisi yetu. Nao baadhi ya watendaji hawakubaki nyuma, kwani walizungumza kutoka moyoni na kuelezea namna walivyojiandaa na matarajio yao baada ya mkutano huu wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita kumalizika. Binafsi nimejipanga vizuri kusikiliza, lakini kupata aidia tofauti kutoka kwa wawakilishi na wafanyakazi wenzangu na kwenda kuyafanyia kazi huko jimboni na hatimaye kufanya utume vyema. Jina langu naitwa Muhammad Nur natokea idara ya ufundi. Huu ni mkutano wangu wa kwanza tangu nimejiunga na watoto wa mama, kuanzia kwa, nilivyokuwa volunteer mpaka sasa hivi ni mwanautume kamili. Natumai kujifunza vitu vingi na kupata kujua vitu vingi kuhusiana ta na taasisi kiujumla na wafanyakazi wenzangu wote na wanautume kwa ujumla. Naitwa Tumaini Hendrik Mambale mimi ni mwakilishi wa Radio Maria Tanzania, jimbo katoliki Tanga. Kwa mwaka huu ishirini ishirini na sita ni mkutano wangu mkuu wa tisa toka nimeanza kuhudumu na kutumika kwa nafasi tofauti tofauti na majimbo tofauti tofauti ndani ya Radio Maria Tanzania. Je, matarajio yako ni yapi baada ya mkutano mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita? Ninatarajia kukua zaidi, uh, katika majundo yetu kikazi na utendaji kazi wetu kwa ujumla katika nafasi zetu mbalimbali ukitazama mbali tulikotoka na tulipo sasa hivi ni nyakati tofauti, lakini pia tunaendelea kukua kama timu, kuongezeka lakini kuimarika na kufanya mambo makubwa zaidi katika utume wetu uliobeba uinjilishwaji ndani ya mioyo yetu. Ah, ninaitwa Dominic Haule, ni mwakilishi wa Radio Maria Tanzania jimbo Katoliki Lindi na kwangu mimi mkutano huu ni mkutano huu wa tatu. Je, umejiandaje na mkutano mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita? Kwa upande wangu nimejiandaa vyema na mkutano huu. Kwa nini? Naamini katika mikutano ambayo tunakuwa tunakutana kama uh, timu ya Utume ya Radio Maria Tanzania nzima inakuwa ni sehemu ya kuendelea kufanya uh, maboresho, kuendelea kufanya mapitio kwa yale ambayo tumeyafanya kwa mwaka uliopita na kufanya maandalizi kwa mwaka unaofuata na yote ni kwa ajili ya kuendelea kuboresha utume wetu wa Radio Maria. Naitwa Emmanuel Xavier, Mahendeka mwakilishi wa Radio Maria Tanzania, jimbo Katoliki Geita. Umejiandaje na mkutano mkuu wa mwaka 2026? Mkutano nimejiandaa, kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari nzuri ya mwaka 2025 na 2026, kuhakikisha kwamba utume wa mama unasonga mbele. Wadau na marafiki wanajitoa bila kujibakiza kuhakikisha kwamba utume huu unasonga mbele. Je, matarajio yako ni yapi baada ya mkutano mkuu wa mwaka 2026? Na ninatarajia kwamba tutakwenda kufanya kazi itakayompendeza Mungu na wanadamu, au utume huu uweze kusimama na kuimarika zaidi na hususani kabisa kuhakikisha kila binadamu anainjilishwa kupitia utume huu. Baada ya hayo yote walikuwa na neno kwa viongozi wao pamoja na watumishi wenzao. Niombe tu kwa viongozi wangu na watumishi wenzangu tufanye kazi katika roho na kweli na tuipende kazi kutoka moyoni. Tukishaipenda, nina hakika kabisa kazi yetu itakuwa nzuri na tutainjilisha zaidi. Kwa namna mojawapo au nyingine kupitia utume huu tunaweza kujikuta tumefikia heri ya uzima wa milele katika kupitia uinjilishaji kwa njia ya Radio Maria. Nayo furaha kuwa kwenye timu kubwa, nzuri, imara, yenye upendo na ya kujivunia, si tu kwa viongozi wetu ambao wameendelea kutuongoza vizuri, lakini pia kwa wale ambao tunaendelea kufanya kazi kwa pamoja kama timu. Ni fahari kwetu kuona tuna kila sababu ya kujivunia uwepo wa mtu mwingine ndani ya timu ya Radio Maria Tanzania. Kikubwa ambacho naweza kukisema kwa watumishi wenzangu, lakini pia kwa viongozi, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu kupitia maombezi ya mama yetu Bikira Maria, aendelee kutusimamia na atujalie, atujalie, e, atujalie nguvu, atujalie e, hekima, atujalie akili ya kuweza kuyapata kuya yale yote ambayo tunatamani kuyapata kwa ajili ya kuendelea kuboresha utume wetu lakini hasa hasa kuhakikisha kazi ya uinjilishaji kupitia redio ya mama uh, inakwenda mbele. Mkutano mkuu wa watendaji elfu mbili na ishirini na sita ulianza kwa adhimisho la misa takatifu, hatimaye mkutano ukafunguliwa rasmi. Rais na mwenyekiti wa bodi ya marafiki Radio Maria ya Tanzania alitangaza rasmi kuanza kwa mkutano huo. Ningependa nitamke rasmi kwamba mkutano wetu mkuu kufuatia baraka hizi za misa takatifu kumefunguliwa rasmi. Taarifa ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa watendaji 2026 iliamsha ari ya kila mwanautume aliyesikia taarifa hii. Furaha yao iliendelea kudumu hata pale walipopata nafasi ya kusalimiana na kujuliana hali. Tuendelee kuombea wanautume wote wa Radio Maria Tanzania kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita safari yao ya uinjilishaji ikawa nyepesi na rahisi kwa kila msikilizaji mpya ambaye anasikiliza habari ama matukio ama mafundisho ama kushiriki adhimisho la misa takatifu pamoja na ibada mbalimbali, ikawa faraja kwake, ikawa upendo na matumaini mapya. Radio Maria Tanzania, sauti ya kikristo nyumbani mwako.